Kwanini wazungu waliokimbia South Africa wakidai kwamba maisha yao yako hatarini na wananyang'anywa ardhi yao walikwenda moja kwa moja Marekani na wakwenda Ulaya? Kwa sababu wazungu wote walio South Africa asili yao ni Ulaya na sio Marekani. Asili yao ni Holanzi, Ujerumani, Ufaransa na wengine wote wanajijua asili zao, na wengine wanatumia kabisa majina ya asili ya nchi zao. Kuna watu ukisikia mtu anaitwa na Van, sijui Van Disa, Von der Leyen au ni Waholanzi na hayo majina South Africa yapo. Yani wazungu wote wa South Africa wanajijua mpaka orijini zao. Mfaransa anajijua mimi asili yangu ni Faransa, Mholanzi anajijua mimi asili yangu ni Holanzi, niolanzi hivyo hivyo na Mjerumani, wote wanajijua. Lakini baada ya ugomvi wa ardhi kuanza na serikali ya Ramaphosa, wote wakakimbilia Marekani. Niliwaambia uhuru wa South Africa haukua uhuru halisi wa mtu mweusi kutawala mali zake, ulikuwa ni makubaliano ya Marehemu Mandela ambaye wazungu wanamtukuza kwa sababu aliwatii kukubaliana na wazungu kipindi hicho na, na kiranja mkuu wa dunia kipindi hicho si Marekani aliyesimamia mchakato kwamba Mandela, yani hao watu weusi watakuwa ni viongozi tu, lakini watakao miliki uchumi wa South Africa, ardhi ya South Africa ni wazungu. Hivi unaweza ukawa huru kama umiliki ardhi yako kweli? Nikupe mfano mdogo, kama umewahi kwenda benki, hivi pale benki, kati ya wale wanao control pesa kule ndani na mshika bunduki huko nje ni nani anayepata anaheshimika? Yaani mbeba bunduki anamsalimia yule anayetunza pesa kule ndani, yaani nikipicha gani nakupa hapa. Uhuru wa kweli ni kumiliki mali yako. Sasa kwa nini hawa wazungu waende moja kwa moja Marekani? Kwa sababu a, ambaye anajua mkataba wa wazungu na Mandela ni Marekani. Mjerumani, Mwingereza, Mfaransa hawajui makubaliano ya Mandela na wazungu kwa sababu kipindi hicho South Africa anapewa uhuru, si juzi 94, ndio kipindi, na wazungu yani Ulaya ilikuwa inajitafuta kuwa na uhuru wao wa kiuchumi. Unajua European Union ilitengenezwa kwa lengo la kuwa na nguvu za kiuchumi za kupambana na Marekani, na Marekani alilijua hilo hicho kitu. Kwa hiyo vita kubwa ya Marekani ilikuwa ni ilikuwa ni kuua yale makoloni yote ambayo umoja wa Ulaya huwa unafaidika una unafaidika nayo katika kujijenga kiuchumi. Ndio maana Marekani alipambana hata nchi za Kiafrika zipate nini? Uhuru na lengo kubwa la Marekani ilikuwa ni kuua nguvu ya Ulaya kwa sababu Ulaya hawana kitu wanachozalisha. Kazi yao ni kuokota kule kwenye makoloni, na hicho kitu Marekani alikuwa anakijua. Kwa hiyo wakati Marekani akiwa kiranja mkubwa wa dunia, vita yake kubwa ilikuwa ni kuua ile mianya yote ya Ulaya kukua kiuchumi. Ndio akapamba ndio akawaekea na vikwazo serikali ya kikoloni ya South Africa kipindi hicho, ndio ikabidi serikali ya kikoloni sasa ya kipindi hicho ikakubali kutoa madaraka kwa nani? Kwa Mandela. Sasa hawa wazungu wamekwenda kushtaki kwa Marekani, kwa sababu Marekani ndo anajua mchakato mzima wa mpaka makubaliano ya wazungu kumiliki ardhi ya wa South Africa. Ndiyo maana Ramaphosa akaitwa na Trump, kwa sababu Ramaphosa si ndo rais wa South Africa? Yeye ndo anayale makarabrasha yote ambayo Mandela alisaini. Kwa hiyo kazi ya Trump ni kumkumbusha babu yako au baba yako alisaini kitu gani? Alafu nyiwe unawafanyia nini hawa? Kwa hiyo hawa wazungu wamekwenda kushtaki kwa Marekani kwa sababu Marekani ndo anajua mchakato mzima wa mpaka South Africa ikapewa uhuru wa kimchongo mchongo. Unajua, iko hivi ndugu zanguni, hata sisi wa Tanzania kama watu wanavyosemaga, kweli uhuru wetu tulipewa. Nyerere alikubaliana na wazungu. Kwa sababu turudi nyuma kidogo, Nyerere aliandaliwa na wazungu. Chuo cha kwanza cha Nyerere ni kipi? si waziri mkuu kao Nyerere alianza kunywa chai na wazungu, akamtembeza Tanzania nzima, akaijua Tanzania nzima, akakubaliana nao akiwa nyenga nyenga tu. Walivyompa uhuru kurudi nyumbani, akawaambia tuheshimiane, akabadilisha kila kitu, ndio tukapata uhuru wetu kamili. Nyerere alitawala hii nchi akiwa rais anayeitawala Tanzania kama kama mwamuzi wa mambo ya Tanzania, ndio maana akaua yote ya mkoloni, mpaka lugha ya mkoloni. Hebu nitajie ni nchi gani ya Afrika Inayo discuss mambo yake bungeni ikiwa na lugha yake tofauti na lugha ya mkoloni kama sio Tanzania tu. Alafu, you tell me, Nyerere akuwa rais kamili wa taifa la Tanzania au wote waliobaki wote wanatumia lugha ya mkoloni kwenye kuamua mambo yao. Ndio maana wana matatizo kuliko kwa sababu kwa sababu hawawezi kuamua mambo yao pasipo mkoloni kuingilia. Okay, baadaye sisi tume tumerudi kwenye hii kwa sababu multipartyism ni presha ambayo Mwinyi alishindwa kuikontrol sawa. Nitoke huko, staki kwenda huko, nataka nirudi ya Ramaphosa. Sasa Umeona, dharau aliyofanywa Ramaposa kuletewa video za au raia wake wakiwakashifu wazungu, kama hiyo video ya Julius Malema kama mlivyoisikia, ambayo inaona iko viral sana.

Hizi media tunazotumia ni za wazungu. Kizuri ni kwamba kuna hizi free platform kama hii ninayotumia YouTube si nini, ambazo mimi siwezi kuamini ni juhudi za wazungu hii mitandao kuja. Mimi naamini kabisa hii mitandao ni ni kusudi la Mungu, uhuru wa binadamu kujieleza uje, na hawataweza kuzifuta hizi mitandao. Hata kuicontrol itakuwa ni kazi sana, ni ngumu sana, kwa sababu ukiniambia anguko la magharibi sasa hivi nitakwambia ni hii mitandao ya kijamii, kwa sababu kwa sasa hivi magharibi hawezi kudanganya tena ulimwengu. Angalia, uongo ulikuwa unaanza kutungwa juu ya Traore, dunia imekataa sasa. Nataka niwape wa, ni picha watu kidogo. Wazungu wamewaua Waafrika katika levo ambayo haielezeki, yaani ni ya kinyama kuliko yaani, sitaki ni yaani, kuna profesa mmoja hivi napenda kumsikiliza au napenda kuambia sana, hata kwenye chaneli zangu, profesa Richard Wolf anasema wazungu walipofika Marekani walikuwa wanafanya kitu kinaitwa ethnic cleans, yaani walipambana kuua wale wa Marekani asilia. Kwa kasi ya ajabu na walifanikiwa kweli. Unajua population ya wa Wamarekani asilia kama vile imefifia, haipo kabisa ule, kwa ni mkakati wa wazungu walivyofika pale kuwaua wale wa, wa, wa, waliowakuta pale Wamarekani asilia, ili walitawale lile bara la Amerika, kwa sababu lilikuwa ni bara nzuri kwa kilimo. Sasa huku kwetu Afrika, sio kwamba hawakufanya hicho kitu, walifanya hicho kitu kwa nguvu sana, lakini sisi tunazaana sana, kwa hiyo walijikuta inashindikana. Na sio kuzaana tu, sio kweli kwamba hawa watu walitushinda tu kivita hawa watu baadaye. Sio kwamba ili watushinde, ilibidi ili watugombanishe, ndivyo walivyofanikiwa. Lakini light wa Afrika tungeungana kuanzia hiyo day one walivyoingia hawa watu ungewaweza. Kwa hiyo kihistoria, unavyoambia kwamba wazungu walitushinda no, kwenye battlefield wa wali kutushinda, walifanikiwa wali kutushinda baada ya kutuzunguka na kutugombanisha wenyewe kwa wenyewe. Kumbuka, na ndiyo silaha yao mpaka leo hii. Sasa huyu Trump anavyomwaibisha Ramaphosa hapo kwa kuweka hiyo video kwamba kuna wa South Africa wanaimba hizo kauli za kibaguzi kuhusiana na hawa wazungu, tumuulize Trump, wale wazungu walivyowaua wa Afrika, na waliwaua in such a way mpaka walibeba mafuvu. Hapa Tanzania tunashuhudia, ndo kuna baadhi ya mafuvu ndo yanarudi sasa hivi, sijui fuvu la Mkwawa, fuvu la sijui la Mariale, lakini kwa sababu sisi hatuna chombo chenye kwa pub, yani hatuwezi kuwaita sehemu na sisi tukawaibisha, kama Ramaphosa anavyoaibishwa ndio maana tumekuwa kimya. Nirudi kwenye msemo wangu, anayekupa chakula ndio anayekutawala. Kingine, Ramaphosa ameshinikizwa na wafanyabiashara wa South Africa kwenda kwa Trump. Yani Ramaphosa ameitwa kweli, lakini pia ameshinikizwa na wafanyabiashara. Mtu ataniambia kivipi? Nilishawahi kuwafundisha kwamba Marekani anavyokutaka wewe katika jambo lake anakupa msamaha wa kodi. Hivyo hivyo kwa Kenya na yule senator aliropoka kabisa akasema tulikuwa na mchakato wa kuwasamea wa Kenya kuuza bidhaa zetu Marekani, lakini tunashangaa Wakenya wanakwenda China. Sasa nirudi kwa South Africa, hivyo hivyo South Africa wana msamaha wa kodi kwenye kuuza bidhaa zao ndani ya soko la Marekani. Ukitaka kujua hichi kitu, unavyofanya biashara ya kimtandao na mtu wa Marekani, pale kwenye malipo, kuna kitu unakitafuta kitu kinaitwa yaani, nchi zenye msamaha wa kodi na Marekani, kama nchi yako ipo kwenye hicho kipengele pesa yako utaipata, haitakatwa kitu chochote. Sasa ukiingia kwenye huu mchakato, ukiangalia nchi ambazo zina msamaha wa kodi na Marekani, South Africa yupo. Sasa hii vita ilivyoanza, batani ya kwanza kabisa Trump kuiminya ndo hiyo ya kuchomoa huo msamaha wa kodi. Kwa hiyo South Africa akichukua maepo kuto kupeleka Marekani, yanawekwa kodi, hayauziki. Maanake kama apple ulikuwa unaliuza ndani ya Marekani kama tuseme labda dola ishirini likiwekwa kodi, unaweza ukaliuza dola mia, kitu ambacho huwezi tena kuliuza kwa kiushindani, huwezi. Kwa hiyo kuna pressure mbili zilizomfanya Ramaphosa kwenda. Number one, ameitwa na Trump, kwa sababu Marekani ndio alisimamia mchakato wa South Africa kupewa huo uhuru wa kimchongo. Pili, amekwenda kwa shinikizo la mabepari wa South Africa. South Africa sio nchi ya ki, ya kidikteta, ni ya ki, kidemokrasia, na kazi ya demokrasia kuwabeba mabepari kama ulivyoona Trump kutoa kuatiwa China na kutoa masuala ya tarifu ilikuwa ni shinikizo la Trump kwa wafanyabiashara wa Marekani, sio kwamba Trump kutoa vile vikwazo vya, vya kodi kwa China alipenda. No, ilikuwa ni pressure kwa kina Amazon, kwa kina nani baba, kwa kina Walmart ulisikia. So huo ndio ujinga wa nchi za kidemokrasia, huwa hazijitawali zenyewe, zinatawaliwa na mabepari. Kazi yako ni kusikiliza mabepari na kutii matakwa ya mabepari. Ndio maana sipendi demokrasia, pendi kapitalism. So South Africa inavuna ilichokipanda kwa kuwasikiliza wazungu. Kwa hiyo hatujui Ramaphosa ataelewa nini na Trump. Je, atasimamia yale waliosainiana na marehemu Mandela, kwamba wazungu watawale ardhi na kazi ya waafrika ni kushika bunduki na, ku, na kuvaa tai tu, kwa sababu huwezi kuniambia uhuru ni kuvaa tai na kushika bunduki. Uhuru sio, kumiliki mali yangu, kumiliki chakula changu mwenyewe. Anayekupa kula wewe ndo anayekutawala. Kama South Africa haiwezi kumiliki ardhi yake yenyewe, haiwezi kuwa uhuru hata siku moja, wanawala, tusidanganyi. Watakao kuwa wanaimiliki South Africa ni wazungu mpaka Yesu arudi. Kuna mchakato mpana sana mpaka South Africa afanikiwe kuimiliki ardhi yake yeye kama yeye. Kwenye wajinga mnao mtukanaga Nyerere, Nyerere alikosea sana, kwenda kaishi South Africa, bwege wewe, kuliko na maendeleo ambayo Mandela aliwaacha wazungu, na hakuwafukuza wazungu. Kwetu wazungu ndiyo wanarudi, tunawapaje? Akitoka akitoka mtu akiingia mwingine, tunaweza tukamwambia yeye, hatukusainiana na wewe. Pack your stuff, go back to your place. Sisi tuna uwezo wa kufanya hivyo, naweza nikawa rais leo nikawaita wote wanao walioingia kwenye investment na nchi, sioni mafanikio yote ambayo nchi ya Tanzania inafaidika na hizo investment zao. Nikwambia yeye tutalipana tu, vunja mkataba, tutalipana kwenda nyumbani. Kuna wajinga wanakuja wanasema tutapata hasara sana. Naona alichofanya Traore. Traore kapindua nchi, kaambia wazungu, mimi sielewi mkataba mlioingia na huyo bwege wenu, pack your fucking stuff, kondoka. Ndio maana na Traore hana ya, yani hamsikilizi mtu, anachowaza ni namna ya kuwahudumia raia wake. So South Africa mna safari ndefu sana ya kupata uhuru halisi cha kwanza mtakiwa muonze kuulizia babu yenu, sio baba yenu alisaini nini na, na, na Marekani na wazungu hao walio hapo kwenu. Wa Afrika tuna safari ndefu sana ya kupata uhuru halisi, lakini nadhani tuko kwenye spidi nzuri ya kupata uhuru wetu halisi japokuwa tuna mapapeti papeti hao wanajifanya democracy democracy, wa pikieni basi democracy. Niye wa Kenya mle mnajua eh? Democracy amtaki kupambania kumiliki uchumi wenu kumiliki ardhi yenu kumiliki madini yenu. Demokrasi, sisi hatuwazi demokrasi, tunawaza tutamiliki vipi madini yetu na ardhi yetu, kama alivyo Traore anavyoimiliki ardhi ya Bukina Faso kwa faida ya Bukina Faso. Hatuitaki demokrasi sisi, Watanzania tunataka tumiliki madini yetu, demokrasi irudi uko uko. Demokrasi ni mfumo wa wazungu kuendelea kuila Afrika. Ramaphosa huyu hapo, kama sio demokrasi asingeenda kwa Trump. Ulishamwona Traore anayekwenda kwa Trump? Kwa nini Traore anafanya maamuzi yake mwenyewe? Kwa sababu Traore sio democracy. Ramaphosa democracy. Kwenda kwa wasikilize wazungu wanatakaje? Tekeleza ya wazungu democracy, Waafrika. Mimi hapa, kazi yangu ni kuwafundisha dunia inavyo inavyoenenda. Mimi si mimi sio mchambuzi, mimi ni kukupa the script of the world. Kuna kitu kinaitwa script, script ni mwongozo wa mambo, namna dunia inavyoendeshwa. Ukitaka kuamini kwa kwamba ardhi ya, South, ya wa South Africa sio ya wa South Africa, Trump mwenyewe anamkazia bwana

South Africa mkeni kama Wabukinabe eh. Alafu hapo hapo Trump anaonyesha eti aa, wameuawa, a ameuawa. Ndugu zangu, wazungu Trump, wazungu waliwaua babu zetu kat in large scale level, yani ni ni cleans lila walishindwa kwa sababu sisi tulikuwa tunazaana sana. Sasa hapo wanaonyesha hivyo vimakaratasi, eti ethuu kauawahukauawa. Nyie mliua babu zetu mpaka mkawabeba mafuvu yao kwenda kuyachunguza walikuwa na ujasiri gani wa kupambana na nyie kiasi hicho? Yani mfalme au mtemi ya leo wa wazungu wengi walivyofanikiwa kumuua ilibidi wabebe fuvu lake walipeleke huko kwao kulichunguza. Hivyo vitu hatuwezi kupiga kelele, kwa sababu hatuna nguvu ya ku ya ku question hivyo vitu kama hao wanavyo question kwetu, wa Afrika. Ni lini na sisi tutakuwa na ujasiri wa kuambia wazungu enough is enough? Tusipoungana hatuwezi kuwa na hiyo power. Elimikeni msio wasomi somi wa Afrika.